Tarehe tarehe ishirini na tisa ile siku ya kupiga kura, asubuhi ya saa mbili na nusu, mimi nilijiandaa kwenda kupiga kura. Niliondoka nikaenda kwenye sehemu yangu ya kupigia kura, sikukuta watu wengi. Hicho kitu kilinishangaza sana. Nikapiga kura yangu kama kawaida, vielelezo vyote nikatimiza, nikaondoka zangu nyumbani. Nilivyofika nyumbani

huku ndio kulikuwa na vurugu, wapita njia wanapigwa na kuna maiti kama tatu nne hivi zilikopo pale na watu walikuwa wanapita pale wanashangaa shangaa. Sasa wale ndio walikuwa hawatakiwa, wanaoshangaa shanga ka vuruguvurugu. Mimi nilivyoona, niliangalia tu pale jirishani, nikaingia zangu ndani chumbani, nikakaa chini kule chumbani. Kufikia saa saba kasoro nikakuta njia ni inaniuma na kule nje shule kabisa, kuna kichochote wala vurugu wala wananchi watembei. Nilitoka chumbani nielekea sebuleni, kufika pale sebuleni kulikuwa na chai yangu niwakiza asubuhi pale juu ya kabati niichukue niwe, kabla sijakaribia kabati nikakuta napigwa dakika sifuri, nikadoroka chini, wakishindwa kabisa nikaanguka hadi chini, nikawa nashangaa hiki nini? Nikainua kichwa changu juu nikakuta tangu nilivyofungwa, yani hamna dalili yoyote. Nikasema hiki kitu gani? Sasa ninaposhangaa nikakuta nimeoga bana, mwili mzima nimeaa pale chini. Sasa nikasema hiki kitu gani, mlimva hii ni risasi. Nashangaa niko peke yangu, basi ninaambia Mungu, naomba niamshe hapa, niamke niweze kufunua ulimi wangu, ntoke nje wenzangu wanione, ningijua ndio mi ntakufa hapa, niko peke yangu mtu wa shamba mkono hauinuki huo umelala tu chini na mguu huu pia hauinuki, vyote vimelala chini. Lakini huu mguu wa kulia huu na mkono wa kulia pia, hivi vizima kabisa. Sasa nikasema hiki kitu gani? Basi Mungu akanisaidia. Nika uokota huu mkono na mkono huu. Nikaja nika uficha kwa panu huku. Nikaanza kukukuluka sasa, nataka kujitahidi kuinuka. Sasa mguu kama bongo huu ulivyoganda na nani na gansi pia Mungu akanisaidia nikainuka hivyo hivyo, nikafungua mlango wangu, nikatoka nje, nikaanza kupiga kelele, jamani mimi nimepigwa risasi. Wanaichi wakaja walianza kunisogelea, nikadondoka chini, nikapoteza fahamu kabisa. Basi tukio hilo lilipopita, wakanichukua kufika hapo nje, wakasema ni nini usafiri, na wasikia tu kwa ndani, lakini fahamu si usafiri, namna tunampelekaje mama yetu jamani hospitali mjini, mwenye kiti akaja, mwenye kiti wote anaitwa Joji Abeli akafanya maarifa akatafuta gari wakanibeba wakanipeleka Mwananyamala. Kunifikisha Mwananyamala ilikuwa kama saa nane kasoro. Nilipokelewa pale Mwananyamala nikaanza kushughulikiwa shughulikiwa, kafumba na kufumbua majaribu thelathini wanaingia mimi, wakanisahau wapo. Basi hapo kuanzia hiyo saa nane hiyo nimelala pale chini, siwezi kufahamu nililalalalaji, hata sijui mpaka kufikia saa nne za usiku, watu wameshanisahau wakajua mimi nimefariki umetulia yani, mabunduki huko kote imezunguka mabunduki, mtu anayekuja kuia mgonja. Basi mimi baadaye, Mungu mwema, najua ni Mungu ndivyo alivyofanya, amehusika na tukio wangu. Nikaanza kukohoa hiyo saa nne hiyo, sasa inakaribia saa tano, naanza kukohoa, nageuza shingo huku nakuta hizi shingo hizo wameshazitengeneza kwa ajili ya pingizi, lakini huku bado hakukubali

Dokta akasema mvueni nguo zote, kwa hiyo toa nguo zote ambazo hazitakiwi hata kuona uwezi kujua ile nguo ni ya gani. Wakanyamaa kwa sababu nilisigilishwa mishuka nyumbani huko, kuzuia damu mwili mzima, zikabandikwa hapo. Nikachukuliwa ya nguo yangu ya ndani ile ya gauni kama hiyo, wakaichana wakairudika hapo. Wakanibakiza mtupu kama mtoto mdogo. Dokta akasema, msijali huyu ni bibi yenu. Basi wakakuta sasa risasi iko juu iko juu kwa risasi huku nimevyemba moto siju moto sijuu kitu gani, na vioo vile vyote vilijia sehemu vzi vio ya tisha hiyo. Wakasema vivikajeuliwa keli risasi. Jamani, masaa yote haya risasi, wakatoa walivyotoa risasi ile saa kasoo wakamkabidhi binti yangu yeye, sasa natetemeka, sio alichukua sio alifanyaje sijui, ila kushona ilishindikana kwa sababu nyama ilishaanza kuharibika tayari. Nikachukuliwa nikapeleka Kislei, wakapige picha waangalie iki kidonda kina kina gani, mimi sielewi. Walivyo nitoa pale ndio kampeleka kadinu mpaka kama saa tisa za usiku hivi tayari kila kitu asubuhi, saa thelathini na moja nikawa sina fahamu, kuanzia kumi na mbili kufikia saa 9 siwezi kuongea, siwezi kufanya nini na mambo vya kawaida, na mambo mengine yakaendelea. Fika tarehe thelathini na moja asubuhi ya, ya saa mbili, kabla hatujatibiwa, kikaingia kikosi kutoka huko. Kwanza dokta kaja akasema, jamani hapa leo pana vita, mimi nitajificha. Msiposema ukweli mimi nawakimbia. Kila mtu aseme kweli yake, huku alipotoka kafanyaji, alafu baada ya hapo kingine kitaendelea, lakini naomba mnisaidie, sio useme uongo, alafu ukija ukweli wazi kutunga Tukasema sawa, wakaanza na mimi na kitanda kilikuwa hapa meza, kuwa hapa kwa madokta. Wakaanza na mimi, hee, bibi umetokea wapi? nikamwambia mimi, mimi ndio y. Huyu ndiye atatueleza vizuri. Onyesha mkono wako, onyesha mkono wako, mpono wako. Wakakiona kidole kama hiki. Huyu mimi. Sema nimempigia nani, ili sisi tuwache kusumbua tuwache kuumiza zaidi ya hivi mimi nikawambia mimi nimempigia huyu, anastahili kupigiwa. Ninyi utamjua huyu mii masaa anajibukujiamasamapa kwa sababu hana mpinzani, mimi ndio niliyempigia huyo. Basi sijui kuna sababu gani au vipi, mi najua hiyo. Akasema ah, huyu bibi huyu kwenye maandamano hajaenda, ila kasakizia wajukozake ndio waliofanya, kwa hiyo ndio amekuja kukomesha nyumbani. Nikayaona sawa. Akaja dokta, wakamwambia dokta wote, leo waondoe wa risasi wote, akatolewa risasi, hajatolewa risasi, kazidiwa, wote watoke. Hey, tunatolewa tunarudisha nyumbani. Basi kufikia saa ngapi mitiangu kwenye chocho hakuna kuonekana an nilivenga hakuna, kwa kua tumekuaaa rudisha nyumbani, wapelekea chakula hakuna, basi Hivyo fika saa kumi na mbili tukatolewa nje, kila kitu nje, baada yundoo kenye ugonjwa wako tukaondoka nyumbani. Hivyo ondoka nyumbani, umefika nyumbani tarehe moja, inaanza tarehe mbili, nikaanza mimi, nahitaji kutibiwa, wakapeeleza Magomeni. Hapa hamna matibabu, madokta wote hawapo.

nakuta huu mkono huu, huko kwenye jeraha huko kuna vitu vinanitembea huko ndani, alafu mkono huu nikishika hata kidumu hivi cha lita tano nakuta kama unataka kuchomoka huu mkono nikaenda. sipari hapa Magomeni, jamani, mimi nikaja na moja mbele kwao, hii sio kesi yetu, nenda mara nyamaa. Nikaenda mara nyamaa, wakanipiga kitu kunipiga picha, akasema, bibi, mambo yako ni magumu sana, yani mkono huu wa jeraha huu una risasi bado zinatembea zile chembechembe zile kwa sababu lilikaa sana, chembechembe zimebaki. Huu umeathirika, unapoondoka kwa kishindo. Figo yako ni bovu. Mimi sawa, lakini umeathirika zaidi tena. Afu mkono mzima ambao nauamini mzima ndio unaumia kuliko huu. Pingili zimeachia, hauna kazi. Kwa hiyo tunakuandikia dawa, hizi dawa zikusaidie. Baada ya kunywa kusaidia, urudi urudi hata mwezi wa pili nina kikadi ni changu cha bima nikapeleka pale, ilisha ni kaabibi hapa upati kega wa moja kwa sababu bima yako ndogo, unatakiwa matibabu makubwa, upambane na hii hali yako.

Yaani nikikaa tu dakika tano uh, chini kutembea siwezi.